Utawala sasa hmm. hiyo ndio masaa sasa, tuseme hivi hiyo e, imeandikwa ni heading ya kwanza ya Kristo, ndio hmm. asiyejua maana ya utawala anafananishwa na mbeku iliyanka barabarani kaliwa na ndege. Je, ni nini utawala basi? asi utawala au kufasiriwa katika mapenzi ya mwanadamu tu wala au, au nunuliwi kwa fedha, kwa njia za kura kamwe, bali utawala ni utaalamu ndiye vibao Mungu aliye wa wapa wampendao, ili wa mpendao, ili wao warithi wa kimataifa kwa imani yake tu. Utawala wa kwanza ni huu kwamba mtu astahili kulitawala taifa lake, asali wapi mwenyewe kama, bali anastahili mtu kuwa na kibali cha kulitawala taifa lolote la kigeni, na hiyo ndiyo ibada ya kuteketeza ukabila na kuleta amani popote injini haya pate tu. Utawala ni nini basi? Chinzi mtu anavuka ana, ana, ana, ana, ana mifuko ng'ombe, mbuzi, nini kondoo, ndivyo mtawala anavuka wanadamu. Mtawala kamili wa mivuko anastahili kupanda nepia mingi kwa shamba lake, ili matatizo isipaki isipate mivuu. Na kwa vile mwanadamu akuli nyasi wala nepia, unajua ni nini? hiyo ni mirati anastahili kupanda kwa inji yake. President, governors ni no. Wanaume wapande nini, wachenge mirati kwa inji chendisi, wanayesemekana mapaya wala makaiti, hawa ndio wafanyikazi wakichenga mirati, hawataenda inji ingine, walete wafanyikazi hao, ndio wafanyikazi hii udongo hii malekchara wa udongo ni vice president vice governor ndio wanastahili kuwa esesa ya udongo. Ha, panda nini mboka wala panda nini hiyo ushamba. Ni wa wanawake na utawala ni wa wanaume, wachenge mirati kwa inji hizo. Mirati zitaleta ma maendeleo hapa, hata pesa itoke nje ya inji mpaka hapa, lakini hii tu inamaanisha hata kiangazi ikicha kwa inji. ah wao wote wanalia, hakuna ujue, serikali wawala raia. A -a. Mm. Na tena hii utawala unayotafutiwa kwa kumwaka damu na mauaji ni kinyume Nakupati. hiyo sio pawa, hiyo sio pawa. Draining course mpaka draining College itachengwa ya kufundisha watawalae mataifa kwa sababu utawala au, au kustahili kwa mabenzi ya mwanadamu mtu kutawala mwingine ilikuwa ni ukaiti kubwa sana na, lakini ukaiti mingi iliyochangia watu Kaisari akaona huruma, hata wanawake walikuwa na pokonywa tu kwa mkwacha naolea kwa lazima. Sasa hiyo huruma, mtu unasikia Kaisari hey, alikuwa na huruma kali sana, Kaisari, hey. Kaisari. Kaisari. Hey. Kaisari alikuwa mtu wa huruma bwana hey. Ndio alifanya hata uelewano imeingia kati ya mke na mume. mm -hmm. Eh, kupokonywa na kuweka wana hata maalama bwana wewe tu msichana bwana maalama yenu. Sasa mimi napenda Kaisari kushinda hata tini na kupata. Hmm. Tena huduma wa Kaisari ni kali hii barabara ni through. Serikali imesimamia, unaona hii stima? Serikali malami huko nini usalama mingi

Ndio, sasa bingu la hapa sasa. Next time tukikuja, tutazunguka hey. Hapo utueleze hey. no, jahanamu iko sura mbili hey, nimeona moja pale ya ng'ombe na, na ya mtu mtu, kiasi mtuhni ana takuja tuambie kazi sawa. Ndio niwaonyeshe, vile unasikianga ikisemekana usubuhi usubuhi sana sana, muupira na ubiri ati Mungu ni wa maajabu anateketeza makonjwa na mauti. Yeah. Kuni zikipungua, anatafuta zingine kuongezea kuongeza. Ndio mimi nakupata. Ai bwana, ndio mimi nimetembea heaven, niko binguni design. Yeah, nikirudi Kakamega huko ni duniani. Eh, i mean heaven ah. I'm with father god people <laughs> I'm with father god ukweli. One good thing mm. My father god is a dread man yeah. Ay, like me sasa. Hebu nikuulize, tulikuwa naongelea utawala, wewe, mtazamo wako na vile mm -hmm. inchi ambayo unaishi ndani Kenya, hiyo inchi Kenya Hmm. Sijui kama ulijua unakuja Kenya ukirudi, hmm. mara ya pili 1987 hmm. okay, sasa hmm. ulijipata Kenya, utawala wako ya mwenye anakutawala saa hizi hmm. unamwona aje anafanya, anafanya kazi ambayo anahitaji kurudi tena ama anafaa kutimuliwa vile majenzi wanasema, sasa? Anayo tawala sahihi saa hizi, wajua, anafanya yale amepata na uamuzi ni wake, anayetawala msimkatie, kwa sababu mkono umenyosha. We oh, unajua wakati anateuliwa, mi nachukua saibrasi naweka hapa saibrasi. mm -hmm. Ndio watawala wanaka mm -hmm. muti unayoitwa itwa saibras. hata karibu niseme kwamba mm -hmm. utawala ni wa Wasungu, utawala ni wa Wasungu, saibrasi ni wa Kiafrika. Mbona sepres unaifananisha na utawala? Hiyo eh, eh. Eh. Ndio watawala wa, wa, wa, wa kimataifa wanaka hizi miti zikikauka tu mara moja, hata we, hakuna. Ni kweli hizi hey, hey. Miti mnasaidiana hmm. nazo maisha sasa yes, kumaanisha eh. Wewe kama Mungu wa Kakamega unakubaliana na, hmm. na mambo ya two term endelee hmm. we, weeni... sasa wajua hmm. eh. Ilisemekana jana si leo kweli, sindio? Itakapo, itakapotendeka kesho, kesho. Hmm. uipe uipa nafasi sindio? Utakapokuja kuja naweza kwambia, lakini kwa saa hii anayetawala, anayetawala mtolee kofia huyo, hata mheshimu kama Mungu mw. wako. Ukiongea kwake uongee yaliyo kidogo hata ya, ya. Uongelee hata wadogo wake si yeye amefika yeah. Hey. Yeah, kwa mkono bwana tangu nikuche nilikata cybras kwa kichwa ifanye hivi, si sindio? Mm-hmm. Hey, watawala wa, watoe madawi si ndio? Mm-hmm. Hivyo nikaona basi wanakaa hapa, mimi nawaangalia kama mabadiliko iko si, so unaona vile nimeongea hivi

Kambi yao ifuatayo yaweza kuwa ya serikali yangu ya mila na yangu ya holiness wananyota, hata wana nyota, si ndio? Hata hmm. cartoonist ajua, mi ni cartoonist unayochora designer niko hey, hmm. Sasa hiyo ya mawakili hiyo ya mnamwenye ni ya wajinga kwa sababu awajenijua kwamba mimi ni mtume No, wanasema nabii, nanuona, wanasema nabii yeah. e, nabii hana heshima kwao. Ni kwanzia kitambo e, sisa, na mimi nitawaheshimu aje e, si we basi unafaa uchukulie wewe ni mungu unafaa tukwaheshimu hata vyovyote vile niheshimu aje. Ama wewe pia ni mungu kwamisha ndio mbaya. Kwa kwamisha ndio mbaya, wataniambia tuende wapi, ndio? yeah, yeah. Watapangwa. Watapangwa. Sisi tunataka miradi tucenga hapa laini ya serikali miradi tupu zenye nataka laini yangu, miradi tupu za ishara za miujiza. Mkono wangu wa kuume iko jaina China, mkono wangu wa kushoto uko kwa India. India hey, God of many hands. Hey, inakuambia ukweli, hata nimeandika na kucheki kwa ajili India Waindi wameamua wa kwamba kinyama cha wafu kinaweza teketez teketeswa, na ndio hukumu. Nae shindia tu serikali Kaisari. Unafikiria koti hawezi kuwa kwa Mungu. Mungu gani hana koti? na unasikia hukumu wa duniani hukumiwa v koti, itakuwa kwangu, jele itakuwa kwangu. Ndio nakwambia hao watapangwa wamlamwenya, hao watapangwa hata hakuna asio na faida kwangu, hakuna. Sasa nikumwambia mtu ngoa hiyo mti, ngoa hii muti na utandasa hapo na ngoa tandasa atakuwa ana faida. Alafu kwa hivyo wote wako hapa, hata wajinga ache hata, hata kama ni wajau, hiyo ni mali ya yeah. Na ni mali yangu na serikali. Na tukiongelea uchawi, hmm. Eh, kama vinyo nasema, hivyo, hmm. Hakuna wale watu ambao wamesema wewe ni mchawi mimi eh. Mimi kata kwa wajawi kiasi, wacha tu hapa. Mimi mjawi nilikata mchawi mkanga, haya kwanza kumkata na panga ama kumkata na panga. Mkanga alikufa kama mkono ilikufa, inaosa kitambo eh. Mimi mujawi nilikwambia hata Kenya ya, ya, ya, ya Yesu hakuna mchawi Kenya yangu, mchawi ni sasa ujawi ndio tunataka tuondoe. Unajua kwa nini hao hao watu wa dini ndio wanapanda hapa machini na misambwa kwa jinsi gani? Kinyama cha wafu chafaa kiteketeswe, hiyo ndio makuku kali sana. Teketeseni kinyama cha wafu kwa ilani isomawe, kwamba kwa kuwa tamu na nyama avita urithi ufalme huu wa pinguni. Naam ndio viharibikavyo vitakitaiswae motoni na kutolewa katika utumwa wa uharibifu wote na kutiishwa chini hata viingie katika utukufu wa mwana. Bila kusema ilani ya kuchoma moyo, maiti ndio hiyo. Wachinga hawataki kujua, wanapanda bila kupanda maiti. Hapa hakuna majini. Unasema huwa wanakosea sana kwa kuchimba kaburi. Baya. Sasa wanaamini, wananiambianga Tunaamini Mungu wa juu sasa. Sasa wakati wanapanda hapa hapa ndio juu. Ukitaka kujua, hao watu wanakutanganya kama kondo he. Haki walai, wachani kuuliza swali Mungu akakamega. Sasa hiyo Mungu itafika mahali mwili utachoka he. Tena mwili u, u, ulale, sema tutumie jina ya kukufa wewe. Ungependa hiyo mwili fanywe ajichomwe, si ndio? Moto ndiye uliofanya wewe ukae mwanadamu hata kwa mlima hapa hapa, inaitwa mlimani mlimani mlomonyo mlimani ya sasa, kukuja huku umbo lako lipitia kwa moto, na ikiwa hii mwili inaweza kusilek ikatae kasi, inastahili kurutia moto kwa sababu atokae chuu kucha chini, malaika huyo upitia kwa maji wakati radi inafanya palaaaa pala, pala. Inakuanga kwa kiangasa ama maji at basi tena, yafaa utumie kichwa hata tu nawe ujue, atokae hapa tuniani, vile tuniani maji lazima apitie kwa moto. Mtakuwa mmepeleka kwa Mungu simati sasa wa chisasi tena, mtakuwa mmepeleka kwa chisasi, na mukitaka kunu wachi yako mabaki, sindio? vile mmeweka kwa moto, wekeni tu mnyama wowote mzuri ulio na manufaa, mnakulanga kama kondoka mbuzi, nini. Si unaona hiyo ni vitoko kwa mwanadamu? Si mnachinjanga tu vingi mm, chuku wako tu moja, weka ndani viteketee vyote, ili litimie, e, lisemalo kwamba miili siharibikazo sitamezwa na miili zizizo haribika Hey, takuwa mmefanya kazi poa sana. Na hiyo yule walisema eti tulitoka kwa udongo basi tunarudi kwa udongo. Hapo wanatudanganya. Hao ni watu wa ulimwengu, ndio makondoo. Mnasikia Yesu alisema ko mnipanda hapa, ndio atamu mkuu. Bwana wee, wacha bwana, hao watu wana aribu. Hao ndio wanapanda mashetani bwana, hao ndio wanapanda shetani hapa bwana. Hao Wakristo wakae chini bwana, wapangwe mapatiliko mm. iko Usifikirie nywewe wote wataitwa tu makondo. Mkristo kani amekuja, Wakristo walikuja hapa, kundi la Kristo wamekuja kwa hapa. Hakuna wewe? Hey. E, e, hey, hey, e, e. Sasa Waisalamu Sheikh Wildorit amekuja hapa, jamaa mpoa jamampoasaa hmm. kuona kusikia mwito wa Mungu wajua hiyo ndio tini nimeona peke yake na serikali ya utawala. Yaani, unaposikia we umepotea umepotea na uruti kwa boma, watoto wenye wanasikia fadhili kukusalimu ee, kutaka kujua nini ndio wako ama mwenye amepotelea hata msituni, huyo ndio wako, hao yamekuja kukusalimu. Basi shika hapa, wacha bwana. Sasa mimi ninashukuru tini moja tu isalamu huyo shehe alikuja uh, hey, likuja hapa na hata majirani ambao mm, ni Wakristo wajei kuja kwa eh, maybe, maybe wanasema wa kwamba huyu jamaa amechoma zile vitu zake choma zivi vitu mwenye imani ula kila kitu kwa kuwa Mungu amemkubali hiyo maneno. Sasa hao ndio watu waongo Wakristo waongo na manabii waongo, ndio hao vile walisemekana

Hmm? Serikali shiekuja kakusumbua wakati uliposema hmm. ya kwamba wewe ni Mungu wa Kakamega. Ai ah, nisumbui, haijawai kusumbua sababu nilisikia ah. rumors tu ah. hmm. siko siko sure ya kwamba hmm. yule Yesu wa Tongarini hmm. kidogo alimpeleka mbio kidogo, mbona hmm. anajiita Yesu na wewe hmm. nikuulize. Sasa katokea mtu kule Eldoret ama seme Marsabit, najita na kwamba mimi ni Mungu wa Marsabit. Kwa mtazamo wako utaona ni feke kama ni kweli? Mungu gani? Mungu tuko watatu, mimi mm -hmm. ni papa mm -hmm. kuna Jesus mm -hmm. yaani mwana wa ufalme. Mimi ni papa wa ufalme, kuna Jesus mwana wa ufalme wa mchana, sindio? mm. Haya, kuna Holy Spirit. Holy Spirit ni yule mjumbe mkubwa, mchumbe wetu, silikwambia ndio nime tuma kutafuta umbo lako mm-hmm. Kifaa cha kuumba mfano wangu. Sasa hii miungu tatu yafaa ongeeko. Sasa huyu huyu, mama wa Yesu mwenye alisema Yesu alimteua huyu huyu huyu, mama anaweza kukua, kwa sababu roho ni waapa maaskani paro unajua mbingu mm -hmm. La mwesi la usiku ni waapa mwanamke, ni wapa na ni wa usiku. Hata nyumba ya mwanamke kamili yafaa uchenge underground, sio kama h eh? Underground ndio nyumba inastahili mwanamke kamili, mwangasa wa jua isichangie hei chini, hata kama ni mjana wala usiku. Unajua hiyo siri Si vile wanasema wanafaa wote juu wapate vitamin D, wanaweza toka nje, sio ati aishi tu hapo kama fuko. Yani, akiingia kwake tu aone tu amefika kwa nyumbani vile hapa hivi, awe taa inawaka. Na, nikuulize, una una msaidizi wa kike? hmm. Uko na mke ama Mungu aoe?

Mbona hmm. We ukumba wako tu mwenye mkono wangu ni Holy Spirit, so wako ni Holy Spirit. Unamjua kumaanisha kwa hii duniani hauna mtoto ama bibi. hmm. Kwa dunia hii mwili hizi kwenye mwili sasa hmm. Uko na bibi ama mtoto, wacha sasa Holy Spirit yako. Okay. Spirit bibi wako mmoja eh. eh. Okay. Nilimka alizaa na ndio alileta china la papa wajua usipo sako mtu wowote uwezi kaitwa papa. Unaona, Yesu aliitwa tu mwana wa ufalme mpaka mwisho, mwana e, mtoto wa mw. E, na kama angeoa asee angekuwa papa baba Yesu, unasikia wajama, wafanyeni hima mkwe na e, watoto mkwe mababa e, <laughs> e, msikufe mkito tu ana <laughs> ati mwana wa Maria mwana, mwana. mwana. mwana mtoto e, so unasema, mm. kuna kamtoto mali mmoja hata alikuanga hapa e. aliama, wajua si unasikianga kwamba shetani alikuwa mtoto wa Mungu? si unajua hivyo, alikuwa tu huyu huyu, yeah, sasa <laughs> <laughs> ikaonekana so, ameshindikana, uh, huko, hata aenda anunue huko mwaka hii tu ama mwaka huu mm. e, ni mtu ambaye amefika umri wa kuoa eh. Anaoa kidogo mlivurugana, ama uh -huh. aliona tu hapana yeye uh -huh. uh -huh. -ye yeye aliona hapa aelewani na wenzao hapa nini na nini sijui, walimwaribu hapa kiasi, changamoto tu ya mapomo si so, unajua tupenye mwangasa yuko kisa inafanya pitii zime mwangasa, na unajua mwangasa ndio inasimanga kisa ama vipi? Hey. Hmm. Asa hmm. Mimi sirikari hmm. Nielewe tu vizuri hmm. discover hapa mulomonye holinesi gambo, kuna watu wengi papa wenye hekima, wenye kazi mavundi nini, tuchenge mirati hapa mulomonye mirati sakuleta maendeleo. Mimi chanzu ya utawala vile nimiwambia hapa, kuchenga mirati tutatoka hapa, serikali ichengemo, mimi chengemo, sa ishara wana izo vitu ndio inaleta maendeleo. Hii udongo hii uwezi kujua kwamba we unasomesha mtoto asomee ushamba, ate awe akilima, atalima miaka ngapi? Kama ata, achato weka, papa hiyo ushamba una wenyewe, yeah, sindio? yeah. Na lakini fanya kazi kwa mashine. Mimi hata ling'are nikiwa Nairobi huko nikifanya kazi kwa mashine, sio ati oh, oh, ling'are tu nikiwa sasa, ukiwa unafanya kazi Nairobi ulikuwa wajijua kama Mungu ama bado uko umepata hiyo sasa? Sasa ndio nilitoka nikiwa huko, yeah. nilitoka juu nikiwa kwa Mungu nikiingia kwa hii mwili nikiwa. Na, u, u, kidogo nikurudisha nyuma. ukiingia kwa hii mwili ulijua ni mwili gani uliselect mwili, uliselect e, yenye nimejua tu ni wamlamonyu mm. naingia kama nyumba, unaona kama vile unaweza kuingia kwa hii nyumba Hey, hii mwili yako ni kama nyumba tu yako mm. Sio kama hii yako tu yenye unakaa una mm. Hii mwili ina function hivyo, hata ukiona mtu ana huko kando, si ndio? Labda ukiwa na na unapata mtu anasukuma mm. nyumba yako anataka kuua. Sasa vile naona v... e, na au useme kama bibi mwenye anakuzalia huyo mtoto, ukiishi na yeye mm. mm. ndio unapata ile jina papa mm yeye mnavurugana ndio mwachane ama, oh. yule yule huyo alisaliwa mm. kamwambia akwisha. Sasa we ni kama sista kwa mambo mengine, ai ilikuwa nguvu kutoka mm. binguni. Wajua binguni hakuna kuzaana, hakuna mm. kuzaana, hakuna kukula. Kuna vile Kristo anataka kwenda binguni, kumaanisha kuna hiyo kama kuna kukula, kuna kuzaa, kuna kwenda choo, siko ni separation huko hata hiyo vitu utafikiria kweli hiyo e, manyunyi unasikiaga, mbingu bingu binguni hiyo yani ni blu, ikikuingiako tu kidogo mam ile vitu unafikiriaga unametache hiyo, hata uwezi kufikiria hata kuona, ni usalama ingine mbaya, nakupata hakuna nja, bwana au takufa kamwe ukichikaza tu kutembea hivi ati utembee, kuna bwana, utajipata tu hewani, ewani. Hata mikuu iko hapa na huko tu ewani huko. mm. yeah, hiyo yeah, manyunyi yeah. Ni moto wingine kama barafu, yani unaonanga una, una, friji mm. kitu kama spaki, sindio? Hizo vitu ndio imeingiana na hiyo kitu kwa sababu yote tu vile unaonanga tu uwezi kuona pahali ambapo hakuna pingo. mm. imefungana tu kama ka fors of grafit mm. hata kuna ingine hiyo yu, ingine hiyo yu. Mabezi zingine ziko huku juu, hakuna udongo hiona, lakini wako tu hiyo kitu fors of grafit, uchicheze nacho sasa. Hizo ndio tunataka tuanze kubonga sasa, tutabonga yeah. Mingi, utuambie kuhusu mamalaika wako mm. Tupeleke, utupeleke na oda yako kama Mungu, tunataka tukujue tu vizuri mm. sindio?